Baada tu ya kuharibikiwa mimba ndio uchafu ulianza kutoka, lakini kabla haujaharibikiwa mimba ulikuwa hautoki na uchafu kwa hiyo hata sasa hizi hospitalini wanakwambia ni sababu tu ndio uliharibikiwa na mimba na ndio maana uchafu unakutoka na unakusababisha wewe ushindwe kubeba mimba. Iko hivi, huo uchafu haujasababishwa na mimba kuharibika, ila ulikuwepo na uchafu toka zamani, yani maambukizi kwenye vyo vyako toka zamani, ila baada tu ya kuweza kuharibikiwa mimba ndio ulijitokeza zaidi, na kwa sababu haukuwahi kufanya ata sound before, na ndio maana hukuwa unauona. Kwa hiyo hakikisha unautibia huo uchafu ili uweze kuondokana na we sehemu zako za siri, ili uweze kubeba mimba, kwa sababu huo uchafu ni chanzo mojawapo ambacho kinasababisha mirija ya uzazi kuziba. Hasa hizi unahangaika na uchafu ambao unakutoka, lakini kesho inawezekana ukaja ukahangaika na mirija ya uzazi iliyoziba. Kwa hiyo kama unapitia hali hiyo, usisite kuchukua namba yangu kwenye caption leo unipigie ili upate dawa kwa ajili ya kusaidia kuondokana na maambukizi kwenye vya vyako vya uzazi, na uweze kuitwa mama. Leo naitwa Madam Bahati, na nibatekokona video hii.